yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwananchi wa kutoka Kigoma aende wapi, aweze kufika Mwanza katika njia ambayo ni nyepesi, lakini pia kwa njia ya rahisi, aidha kutumia e, usafiri wa anga na aidha kutumia usafiri wa nini, kutumia usafiri wa wa, wa, wa nchi kavu. Tumefahamiana vizuri kama tumeunganishwa na ziwa, basi iwe rahisi kufika maeneo ambayo yanafikika kwa urahisi zaidi. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unafanya kwa haraka zaidi e, na chagiza maendeleo na mabadiliko ya haraka zaidi kwa jamii ambayo inayoishi wewe, lakini pia tunapozungumzia e, mfumo wa e, siasa na demokrasia ni e, pamoja na kutengeneza mfumo sahihi ambao utakaokuja kulinda usalama na amani wa maisha ya watu pamoja na mali zao. Umeelewana vizuri. E, kuanzia mipaka, kuanzia anga lakini pia kikavu kwamba mwananchi awe na uwezo wa kukwenda sehemu yoyote na... yeye apate hofu na kushindwa kufanya shughuli zake, tumeelewana vizuri kwa maana hapa tunazungumzia kuwa na jeshi bora la kisasa, tunazungumzia kuwa na vifaa bora vya kisasa, tunazungumzia kudhibiti anga letu lisije likachezewa na maadui. tunazungumzia kuja kudhibiti usalama wa ndani kwamba kuziwia hata zile fikra chanya e, fikra hasi ambazo zinaanzishwa na watu wasiotakia vyema nchi yetu kwa ajili ya kutaka kuona sisi tunagombana, e, sisi mizozo ya hapa na pale e, baadaye mizozo hiyo inaweza ikapelekea umwagaji wa damu. Kwa maana nchi inatakiwa ihakikishe kwamba inaboresha balo sasa, hata wale ambao hawajafanikiwa kuingia katika utawala eh, eh, eh, wanakuwa wanafikiri kwamba kuwachochea watu na kufanya vurugu, hiyo inawezekana ikawa ni njia sahihi kwa viada na wao kuingia kule, lakini wanasahau kwamba falsafa ya ya ya demokrasia pia ni kutumia uhuru ulionao kushauri tumefahamiana vizuri ya kuweza kushauri ya kuweza kutoa maoni yako, ili kuwasaidia wale walioko madarakani waweze kuyaona na kuyafanyia kazi masla kwa maslahi ya taifa letu, lakini pia kwa maslahi ya kizazi kinachofanyaje kinachokuja, na haya mambo yote ambayo nimeyataja na yale huwa hayawezi wanasema Waarabu mamigishi laila wa nahara, kwamba hayaji usiku na mchana tu, kwamba umeamka eh, yakaja tu yenyewe. Hapana, haya ni mambo ambayo yanakuja kutokana na falsafa ya utawala, yanakuja kutokana na falsafa ya atakhtitu. Wanasema kule kuna eh, mada wa atakhtitu tawilulmada, watakhtitu kasirulmada, watakhtitu ataktikia Tumefahamiana vizuri, kuna long planning and short planning. Tumefahamiana vizuri, kuna mikakati na mipango ya muda mrefu na kuna mipango ya muda wa kati, lakini pia kuna mipango ya muda mfupi. Tumefahamiana vizuri, hii yote inatokana na siasa bora ya u, inayotokana na uhuru wa kidemokrasia ndiyo ambayo inatufikisha sisi kupanga katika hayo mambo. Tumefahamiana vizuri, kama hakuna siasa bora maana yake hakuwezi kupatikana demokrasia bora, na kama hakuna demokrasia bora, maana yake haya yote mipango yote haiwezi kupatikana. Kwa hiyo ili ipatikane mipango ya kati na ipatikane ataftitu kasirulmada mipango ya kati sivyo, na mipango ya muda mfupi and long strategy, na mipango ya muda mrefu, maana yake ni kwamba lazima papatikane siasa iliyokuwa bora siasa bora haiwezi kupatikana kama hakuna misingi bora ya amani na utulivu. Umefahamiana hata vizuri, kwa sababu fikira za watu ni fikra ambazo huwa zinabadilika hapa na pale. Kwa hiyo, itakapotokea labda fujo, itapotokea uvunjifu wa amani, itakapotokea e, kikundi cha watu inataka kuleta vurugu, maana yake fikra zitahama huku, zitaelekea huku. Lengo la mabeberu ni kutuona kwamba sisi hatuelewani ona kwamba sisi tunagombana, ili wapate njia ya kuweza kuingia, na mwisho wa siku sisi tugombane na wao wachukue kigezo hicho cha kuja kutuliza na kuleta amani, ili wachukue rasilimali zetu za nini? Rasilimali zetu za nchi, kama ambavyo wanavyofanya katika mataifa mengine. Kwa mfano taifa la Niger, mfano taifa la Chad, mfano taifa la Burkina eh, Faso vizuri na mataifa mengine kama vile Kongo Demokrasia, Kongo e, Demokrasi pamoja na mataifa mengine ambayo tayari aliwahi kukumbwa na macha.